ausoma na kutafsiri kwa jumla jumla, na sio neno kwa neno. Nasema yeye katumia lugha za waladi Alhabib ibnati Alghalia, asema yeye anakusudia malengo yake hasa ni watoto, lakini sisi ni watu wazima, lakini kwa sababu tunaanza kujifunza, ndio maana tunatumia kitabu hiki. Nasema i'lamu

Wadhaalika amalan biqauli llaah taala lain shakartum laaziidannakum, Surat Ibrahim aya ya saba. Nasema juu weni, kwamba katika neema ya Allah azza wa jalla kwetu sisi ikiwa au isipokuwa kama sio kubwa hasa, kwa kauli iliyokuwa wazi ni hii neema ya Uislamu na hii neema inastahiki kutoka kwetu sisi kuishukuru, ili tuweze kupewa ziada kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Ni lazima tushukuru hii neema, kwa ajili ya kuifanyia kazi kauli yake Allah tabaraka wa taala aliposema, kama mkishukuru, basi mtazidishiwa. kwa hiyo masala

Ndiyo moja katika kumshukuru au kushukuru hii neema. Kiuhakika, huku kujifunza Uislamu ni moja katika hizo njia za kushukuru hiyo neema, na yule mwenye kusimamia hiyo elimu ya kisheria anakusanya fadhila nyingi sana, miongoni mwazo kwamba anapata fadhila

Wale walioamini wa katika nini na wale ambao wamepewa elimu, kunyenyuliwa daraja zao, zinakuwa za juu. Hiyo ni Mujadil aya ya kumi na moja. Kadhalika katika fadhila zinazopatikana kwa mtu mwenye kujifunza dini ya Allah tabaraka wa taala, malaika wanaweka mbawa zao kwa yule mwenye kutafuta elimu. Kwa nini? Ridham bima yasma, wa kuridhia juu ya kile anachokifanya talibu alilmu lshari, malaika wanakufunika na mbawa za rahma. Haya ni mambo ambayo sisi tunayoyataka muda wowote. Nasema vipenzi vyangu, fadhila za elimu ni nyingi sana lakini iliyokuwa kubwa zaidi ni yule ambaye Allah kamuwafikisha kuifanyia kazi ile elimu, yani kile ulichokisoma. Sasa kwanzia kuwa muislamu ni neema, kujifunza huo uislamu ni moja katika njia ya kushukuru hiyo neema, na ukijifunza utakiwe ufanyie kazi kile ulichojifunza. Hii ni moja katika fadhila za ilmu, kwa sababu ikiwa hauathiriki na kile ambacho umekisoma ni sawa tu na mtu ambaye hajasoma. Tunaona kuna watu ambao wanasifiwa kwamba ni wasomi hivi na hivi, lakini mpaka utambulisho wa ndio huyu ni msomi, kwa sababu hafanyii kazi kile ambacho kakisoma una, una, una musomi. Kwa hiyo unajiuliza, bwana, inakuwaje huyu ni msomi alafu anakuwa na mawazo haya? Yaani inakuwaje kuwaje kwamba huyu unaambiwa ni msomi, lakini kwa sababu kwanza hajaongozwa katika kumtambua Allah tabaraka wa taala lakini hafanyii kazi kile alicho kisoma. Wahakadha hivyo, hakuna budi ndugu zangu, kukimbilia katika heri hii ya kusoma dini na kadhalika, kujipamba na matendo yaliyokuwa mazuri, kujipamba na yale tuliyoyasoma kwa kuyafanyia kazi, kwa kufanya vitendo ambavyo ni vizuri. Wa illa kinyume na hivyo baraka ya elimu itaondoka. Kama mtu anasoma kitu alafu hakifanyii kazi, anasoma tu ili mradi mesoma bwana. Kwa hiyo, siku ya masiku anaibuka, anasema na mimi nimesoma bwana, najua hizi alifu bei. Watu wanasema ah, kumbe kweli kapita bwana, anahitaji alifu. Lakini hiyo elimu inakuwa haina baraka. Sema tu kuna zile udanganyifu unaotumika kwamba kwa hali ya Mtanzania, akisikia mtu anaongea Kiarabu anasema yule kasoma dini, hata akitoa salamu tu au akazungumza maneno mawili matatu ya Kiarabu. Lakini hiyo ni tofauti, una elimu ya kutambua lugha za watu wengine, kama vile ambavyo pia leo wengi wa Tanzania mtu akizungumza Kiingereza anaonekana huyu, um, msomi bwana. Yes, no nyingi kweli pale, you know me nini. Kwa hiyo huyu bwana msomi sana. Kasumba hii inasumbua sana, hasa katika haya mavuguvugu yanayoendelea. Kuna watu wakajipa upande kwamba wao wana elimu kubwa kweli kweli. Kwa hiyo watu wanashindana, nyie leteni wa kwenu ambao wana elimu kubwa. Wale ambao wameambiwa na elimu kubwa, wakisimama wakizungumza, wanajiuliza kama kweli usomi mtu anaweza akazungumza hivi, basi huu usomi unakuwa hauna faida. Kwa sababu gani? Mtu hafanyii kazi kile alichokisoma, kwa hiyo anashindwa hata kupambanua kizuri ni kipi na kibaya ni kipi. Anashindwa kuwa na busara pamoja na usomi wake, kufananisha na kusema kwamba hiki hakijakaa sawa na hiki kimekaa sawa. Mtu anashindwa yani, na ni msomi mkubwa. Kwao ni mtihani io watikio watu wajipambe na vile walivyovisoma kwa kufanya matendo yaliyokuwa mazuri. Wakifanya kinyume, ile baraka ya elimu inaondoka. wayusbihu hujjatan ala sahibihi la lahu, na kile alichokisoma kinakuwa ni hoja yaku, yani dhidi yake, siyo hoja kwake. Kuna hoja dhidi yako na kuna hoja kwako. Kuna kitu utakitumia ni hoja ya wewe kuokoa na jambo fulani, na kuna kitu kikitokea ni ushahidi wa kuangamiza wewe. Lakini inatosha tujue, enyi ahibba alkibar, hapa maanikwa ayuhalahibatu alsigharu, lakini nasema ayuhalahibatu alkibaru, enyi uzangu vipenzi, watu wazima, wahenga, nasema ana hajat linsani ila lilmi walamali bihi ashadu min hajatihi ila ltaami walsharabi walhawa, haja ya mwanadamu juu ya kujifunza yani elimu na kuifanyia kazi hiyo elimu, hii ni zaidi kuliko haja yake juu ya chakula na kinywani na hata hewa. Haja yako hiyo mwanadamu katika kujifunza elimu Sawa eh? Elimu elimu imeelezwa katika vipengele viwili. kuna walioigawa elimu kwamba elimu ya kisheria na wakisema ikitajwa hapa inakusudiwa elimu hasi, alafu kuna waliogawa katika elimu ya mazingira ambao wanaifanya kwamba ni faradhi kifaya, lakini pia wapo wanachuoni walioeleza elimu kwamba hiyo elimu ya kisheria pia kuna mtu anaweza akaisoma, lakini hajasoma kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah anasoma ili apate sharafu dunia, ili awezi kupata pesa, huyo hawezi kuwa sawa. Lakini kuna elimu ya mazingira, mtu anasoma elimu hiyo ya mazingira, alafu ikawa ni sababu ya yeye kumtumikia Allah, huyo anamshinda huyo ambaye kasoma elimu hiyo ya kisheria, lakini si kwa makusudio ya kutafuta radhi za Allah. Si tunaelewana kwamba huyu kasoma elimu hiyo ya kimazingira, lakini kwa elimu yake wakati anasoma asaidie Waislamu, asaidie watu aweze kuiweka dunia katika uzuri, kuitengeneza kwa kile alichokisomea, si ndio? Yes, ndio mnatuambia sio? Hao wenzetu wamesomea, wana hizo PhD lakini si nini si nini, lakini tunasikia matamko na maneno yanayozungumza yana ukakasi. Sasa unakaa wewe usiyesoma hata darasa moja, unajiuliza, msomi kweli aweza akafananisha hiki kilichotokea yaani msomi mfano yule aliyesimama mmoja anasema wale wameiba gesi kwa sababu hawana gesi, wale ni watanzania maskini. Hebu kwa akili ya kawaida yani, hata kama ujenda shule au kile kitoto kidogo unakiambia kwamba wewe huna pipi, nenda dukani, mwenye duka kaangalia huko, wewe iba. Ukikamatwa ukikamata, mimi kwetu sina pipi, nifanyeni. Ndio wasomi yani, sisi tunavyoambia sasa, hatuamini sisi ambao hatujasoma hata darasa moja kwamba sisi tunachoona kwamba elimu hii haisaidii kwa sababu mtu aliposoma labda kuna malengo fulani kakusudia. ka nipo katika kufafanua hii kasumba ya, ikitajwa elimu ni elimu gani? Kuna mtu anasoma elimu ya dini ana mpaka huko PhD pia, zipo sawa, mpaka sio stadu sio shahada gani uko profesa nini, lakini kasoma kwa ajili ya kujiweka sawa masala ya yatonge ya, ya, lakini kuna ambaye kasoma kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah tabaraka wataala, elimu hiyo ya kisheria. Kuna mwingine ikasoma elimu ya mazingira, katika usomaji wake nia yake hasa ni kutengeneza ni kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala kwa kile alichokisomea. Wanachuoni wamemgawa huyo aliyesoma elimu ya, ya mazingira alafu akawa anasaidia elimu yake ile ana mzidi huyo ambaye akasoma hii elimu yake, lakini si kwa lengo la kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala. Wengine wao wakawa wameweka tu itolafu kwamba ikitajwa bwana ni elimu ya kisheria sawa sawa. Kwa hiyo kuna kauli hizi mbili, kwa upeo wangu, ndio ambazo mimi nazikumbuka, ambazo wanachuoni wamezizungumza katika hilo. Kwa hiyo hili la pili hili linaonyesha liko vizuri zaidi kwamba kusoma na kwa ikhlasi zaidi katika kile unachokisomea kwamba ninasoma hiki lakini kiwezi kunifikisha kwa Allah tabaraka wataala katika kusaidia na kutafuta radhi zake. Allah tabaraka wataala anasema hitajio la mwanadamu katika elimu na kuifanyia kazi hiyo elimu lipo juu zaidi kuliko hata kula yake na kunywa yake na ile hewa. Kwa hiyo mwislamu mwenye kupenda dini yake na akida yake, atakiwa ajifunze dini yake tukufu ya Kiislamu, ambayo itakuwa ni sababu ya kusahihisha ibada zake, zile ibada anazozifanya zile. Ili ziwe sawa, ni lazima mtu asome, lakini ajue mipaka ya halali na haramu, kwamba hiki ni halali, hiki ni haramu, sio kwamba mpaka pale mtu kitu kitokea. Nisikia mtu mmoja alikuwa anazungumza, anasema kuna mtu mmoja alikuwa anampa challenge yani, shirka anampa challenge mtu kumuuliza, kwamba nitajie vipengele vinavyotakikana katika kuoga janaba, natakiwa ufanyeje? Yule mtu akawa anamuuliza kwamba janaba nini? alivyomuuliza vile, yule msemaji akisema kawa anamuuliza kwani wewe hujaoa vipi? ukiwa unakutana unafanya saa, mi naoga tu bwana. Ala kulli hali inawezekana kwamba lugha haijui ya ile neno janaba, lakini inaweza kawa pia akaoga, alafu katika kuoga kwake, katika kuoga kwake, kuna akawa anapatia. Lakini huyu inavyoonyesha alikuwa yeye hajui namna ya kuoga, tunachukulia hivi. Lakini hajui sababu kwamba hajui jina janaba, zikawa tayari kashanga, ukifanya hivi basi unatakiwa uoge hivi lakini situachukulia kwamba sasa hajui. Sasa ni mfano tu kwamba wengi katika sisi haya masala hatuyajui, huenda tukaulizwa tuka hapa kwamba vitenguzi vya udhu ni vingapi bwana, tukasema kwamba kila mmoja tumuulize tuandikie, bwana, vitenguzi vya udhu tuandikie, vitenguzi vya swala tuandikie, bwana, angalau adabu za qada'il haja, vitu vidogo vidogo tu adabu za istinja yeni, vitu vidogo vidogo hivi, huenda watu tukatoka, yani tukawa tumeshindwa. Kwa anasema kati ya moja na pengine lidhalik. Kwa ajili hiyo, amesema nimekusanya, yeye muallif, nimekusanya kwa kwako, kwa e Muislamu, amesema, imesema swaghir na alkabir, katika hiki kitabu jumla ya hukumu ya masaili ya kisheria, hukumu ya masaili maana kuna ahkamu alafu inakuja yale masaa'il ambayo ni ya kisheria katika usulubu mwepesi, yani ni mwepesi kwelikweli kueleweka. Na anasema kaugawa katika milango miwili, mlango wa kwanza nguzo za Uislamu na imani, na anasema hapo tutajua maana yake na baadhi ya aqida muhimu kwelikweli. Kisha mlango wa pili fikhi al-ibadat, hapo panaingia tahara, swala, zaka, saumu na haji anasema nimejalia kwakuwewe, kadhalika mwisho wa kila fasli kuna maswali na zoezi. Hii yote ni kwa ajili ya kukufanya uwe sawasawa katika kule kupata maalumati, na pia uweze kufahamu kiwango chako cha elimu kiko vipi katika lile ulilolisoma. Anasema kwa kuongezea hilo limevafati ila hadha kuongezea hivyo nimekufasiria maneno magumu na nimekutajia maswadiri ya hadithi, yaani mchimbuko ya hadithi. Sawa sawa, na hiyo ni katika mlango wa amana ya kielimu mwisho wa kila hadithi ambayo imepokelewa katika kitabu hiki ambacho tutakisoma. Mwisho kabisa, nasema mbaona, sisi ndio tunaomba hivyo. Kwa Allah, azza wa jalla, aturuzuku sote kwa pamoja elimu yenye manufaa na kufanya amali zilizokuwa nzuri, atubariki sisi katika amali zetu, lakini pia atujalie tuwe tunatafuta kheri hizi kwa kutafuta radhi zake Allah, tabaraka wa taala, si kingine hicho. Maanake mtu ambaye anasoma labda, ili niende nikabishane, nionekane mimi wa juu, hata kama unachokisoma ni kitu cha kheri, huwezi kupata hizo kheri. Sawa sawasawa mi nasoma lakini lengo na kusudi ni kachallenge watu. Ukisimama sehemu fulani pale, aekana ndio mwaa ndio kila kitu a, hata kama unachokisoma ni aqida sahihi, ni kitu gani? hakina kheri ndani yake. Kwa hiyo ndio muhimu na nasema, nanasema, namuomba Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala atunufaishe kwa hii ilmu, kwa yule aliyeandika, yani yani, mwenye kusoma na waislamu wote kwa ujumla, hakika yeye mwenye kutawalia hilo